Kupoteza kwa goli moja kwa sifuri na Azam FC, kipao mbele kawaida, lakini vile wengine wanasema timu ya Simba bwana, wana wachezaji wazuri, lakini wakifika katu hapo Msimbazi wanakuwa wachezaji wa kawaida sana, vipaji vyao vinafifia, wanakuwa wachezaji ambao kusema kweli inatia huruma sana, kwa sababu Msimbazi inaongoza kuwa na wachezaji wazuri, lakini tu sijui kitu gani kinawasibu katika timu yao Msimbazi. Lakini issue ambayo nyingine imeenda viral sana, wengi wanasema timu ya Simba ina wachezaji wa kawaida. Kama ukifuatilia, ukimwangalia Budo, Budo ni mchezaji wa kawaida sana. Kwa hiyo Simba ina wachezaji wa moja moja sana, wako kota kota, na unapata wachezaji wazuri wachezaji ambao wamechoka au wachezaji wa kawaida ambao wanacheza wametoka kucheza ligi ndogo sana ndo wanaletwa pale Msimbazi. Kwa hiyo Simba inakuwa inapoteana, ndo maana wanakuwa wanapoteza. Ukiangalia Azam FC wao timu yao bwana wanasajili vizuri, ukiangalia hata Ayanga wanasajili vizuri. Kwa hiyo Simba imekuwa kuna upigaji mwingi sana wa pesa, ndo maana timu yao haifanyi vizuri, wanapita wakati mgumu sana kupoteza poteza na kama tu wanafungwa na Azam hivi je, yeah, Yanga watamweza? So watafungwa tena mara saba mfululizo. Kwa hiyo mambo mengi sana yana trend na kuambiwa timu ya Msimbazi inapitia wakati mbaya kwa sababu wachezaji wake ni wa kawaida. Kwa hiyo Msimbazi wanataka wajitoke masomaso kuchukua wachezaji wazuri ambao wanaweza wakajituma, lakini wachezaji ambao wapo sasa hivi Msimbazi hawajitumi, na wachezaji wa kawaida sana, na wachezaji ambao kusema kweli wanaumiza sana kichwa mashabiki wa Msimbazi. Kwa hiyo mambo ni mengi, stories nyingi sana, mtu wangu, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na ku share na ku comment